azi mpo, uchungu wa mwana, uchungu wa mwana, Oktoba, Oktoba, tuna zima zote, tuna zima zote, sisiemu oye. Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na mgombea wa Chama cha Mapinduzi kwa nafasi ya urais, katibu mkuu na wajumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu mlioko hapa, viongozi wote wa chama, natambua pia wazee maarufu na viongozi wa dini mko hapa, na wananchi wote wa Lindi mjini. Mheshimiwa Rais ambaye pia ni mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi, niendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hakika, Mheshimiwa mgombea unafanya kazi kubwa ya kupita kote nchini, huku ukiwa unasema kila mahali, ukiomba kura na unatumia nguvu, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu bado ameendelea kukupa afya njema na nguvu ya kusimama kila mahali na kusema, na leo tunakuona bado una afya, tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu akutie nguvu zaidi, ili umudu kumaliza mizunguko yote nchini, kukutana na Watanzania kwenda kuwaambia nini chama cha mapinduzi kitakachounda serikali kitawafanyia Watanzania hawa. Kuanzia jana huko mkoani Lindi, sisi wana Lindi tumefurahi kukupokea leo uko hapa Lindi mjini. Hapa ndio kioo cha mkoa. Unapozungumza mkoa wa Lindi unaizungumza manispaa ya Lindi kwanza, alafu wilaya nyingine huko Ruangwa Akilwa na Liwale, hata Chingwea huko zinafuata. Ndugu wana Lindi, mgombea wetu wa chama cha mapinduzi leo yuko mbele yenu kuja kuomba kura za Chama cha Mapinduzi na wagombea wake wote, yeye mwenyewe akiwemo. Sisi tunakuja kusherehesha, kueleza umuhimu wa kumpigia kura yeye za ndio, ili aendelee kuwa kiongozi wa nchi hii, atakapounda serikali yake ilete mafanikio mengi. Watanzania wenzangu, nyenye ni mashahidi Sizumzii Lindi tu, kwanza nataka niwaambie kitaifa, nchi yetu imefanya vizuri sana. Tumefanya vizuri kwa sababu serikali yetu inayoundwa na chama cha mapinduzi imefanikiwa mno kuwahudumia Watanzania kwa kuwapelekea huduma kwenye mambo muhimu ambayo yanawagusa kila siku kwenye maisha yao, elimu, afya maji, umeme, kilimo, uwezeshaji na kila ambacho mwananchi akiamka kinamgusa. Serikali hii ilikuwa ni kwenye mkakati wake chama cha mapinduzi, na nyie ni mashahidi. Kila anapofika mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, wanapopata nafasi ya kuzungumza wanaogombea nafasi hiyo na hata waliogombea hawakupata nafasi ya kupeperusha bendera, wameeleza bayana miradi iliyojengwa kwenye maeneo yetu. Hata leo mmesikia hapa wabunge na upeperusha bendera, na hata kama tungemleta mbunge aliyemaliza muda hapa, mheshimiwa Hamida, angeeleza namna serikali hii ya chama cha mapinduzi ilivyofanya kazi vizuri kwa kuwahudumia wanalindi. Nataka niwaambie tuna sababu zote za sisi wa Tanzania kumpigia kura Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, kuwapigia kura wabunge kwenye maeneo yetu, kuwapigia kura madiwani wetu, ili muunganiko huu ulete umoja wa kutambua changamoto na kuzitekeleza kwa wakati. Na leo nimefurahi sana kupokea ndugu zetu wana Lindi waliokuwa upande ule katika kipindi chao chote wamekuwa wakijifunza namna Chama cha Mapinduzi na serikali yake kinavyofanya kazi. Wamefika mahali wamekiri kwamba Tanzania hakuna chama mbadala. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi. Ndugu wa Tanzania na wanalindi huko kitaifa, mmeshasikia sana, sikusudii kurudia, hata miradi ya hapa mjini sitaki kuzungumza tena. Mheshimiwa Utali mgombea wetu wa nafasi ya ubunge ameeleza miradi yote. Nataka niwaambie wanalindi, nyie wanalindi mjini, mna sababu zote za kumpigia kura Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na yasema haya kwa sababu yale maeneo yote ambayo ni matamanio yenu yale maeneo yote ambayo sisi wanalindi pamoja na wilaya nyingine tunatamani tuone miradi hiyo yote iko kwenye ilani hii ya Chama cha Mapinduzi. Sisi moye, kidumu Chama cha Mapinduzi. Ilani ndio mwongozo wa chama. Ilani huwa inaweka mwongozo wa utangulizi wa namna itakavyofanya kazi kwenye maeneo muhimu. Mimi ni mwanalindi, nyie ni wazee wangu, nyie ni dada zangu nyie ni kaka zangu na vijana wote ambao ni wadogo zangu. Ilani hii inakuja kutukomboa na kufungua milango ya mkoa wetu, lakini pia nyie na Lindi Manispaa. Lindi Manispaa ndiko ambako mradi mkubwa LNG utakuja kutekelezwa, na mradi huu pamoja na mazungumzo yote kwenye utekelezaji ni Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hasani kauweka kwenye utekelezaji na kwa kuwa ameuweka pia kwenye ilani, hatuna sababu ya kuacha kumpa kumpigia kura. Tunatakiwa tumpe kura za kutosha za kishindo, ili akamilishe taratibu zilizobaki, mradi huu uanze kutekelezwa kwa maslahi ya Lindi Mjini, kwa maslahi ya Wanalindi na kwa maslahi ya taifa hili. Piga makofi mengi kwa Daktari Samia Suluhu Hasani. Wakinamama moto moto, viva vijana viva, uchungu wa mwana. Lindi oye! Dokta Samia oye! Ya pili nye, mmejua, mnajua jitihada za serikali ya kufufua usafirishaji wa anga pamoja na ununuzi wa ndege. Serikali inajenga viwanja nchi nzima. Kwa nini Lindi tumekuwa kiwanja cha mwisho kujengwa? Kiwanja chetu kina njia kuu tatu zenye maeneo sita, tofauti na viwanja vyote Tanzania. Ilikuwa lazima viwe kwenye mpango uliotulia ambao unaeleweka na umuhimu wa kujenga kiwanja hiki. Leo hii ilani achama achama pinduzi, ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 Uwanja wetu wa Lindi umeingia maalum kwa ajili ya kujenga uwanja huu wenye njia hizo tatu, unaweza kutua kutoka popote ili uende sambamba na uendeshaji wa mradi wa LNG Lindi. Oye oyee! Oyee! Dokta Samia Suluhu Hassan oye oyee! Oyee! Tuna sababu zote za kumpigia kura Dokta Samia Suluhu Hassan ili mradi huu uanze na uishe chini ya usimamizi wake. CCM oye oyee! Ndugu wana lindi tunajua sisi tuna hii fukwe ya bahari kutoka Likotwa kule inaenda mpaka huku chini. Fukwe hii inatishia kula ardhi, hata ukipita hapo na barabara yetu inakwisha. Ilani ya Chama cha Mapinduzi imeweka eneo la ukutaji wa mazingira pamoja na ujenzi wa ukuta kwa hatua kwa hatua, ili kukinga mmomonyoko wa kuja mjini. Sasa tunamwachaji dr Samia ili tupate nani atujengee fukwe yetu. Lindi Mjini oye, oh yeah. Tuna sababu zote za kumchagua Mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan, mradi huu wa kujenga ukuta huu uendelee kujengwa ili mji wa Lindi, sura ya mkoa iendelee kuwa salama. Sisi sisiemu, oye, oh yeah. Dokta Samia oye, oh yeah. Ndugu wana Lindi, hapa Lindi Mjini mnajua tuna bandari, bandari ambayo Mheshimiwa Baruani ameisema na mbunge ameisema Mheshimiwa Utali ni kweli cha Ilani ya Chama cha Mapinduzi imeiweka humu, imeiweka humu, kuendeleza ujenzi na mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba bandari ya Lindi na yenyewe inafanya kazi kwa kuleta meli kutoka maeneo mbalimbali ikiwemo na nchi ya Komoro. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Wana Lindi, huu mradi wa gesi huu unaenda sambamba na ujenzi wa vyuo vya ufundi vya kutoa utaalamu wa mambo ya gesi, na vyuo hivi vinajengwa cha kwanza kitakuwa Lindi mjini na maeneo mengine ya wilaya. Wana Lindi, sisi ndio tutakuwa wa kwanza kwenda kupata nafasi pale kama wenyeji. Italeta watanzania wengine, lakini kwa nafasi yetu ya kwanza na kujengewa majengo hayo na kuleta wasomi mbalimbali hapa, mji huu utaongeza mzunguko wa kifedha na kiuchumi. Tunamwachaje mheshimiwa daktari samia suluhu Hassan? Lindi oye oh! Daktari Samia Suluhu Hassan oye oh! Ndugu wana Lindi, mheshimiwa mbunge ameeleza hapa, Mheshimiwa Mohamed Utali, kwamba tayari ujenzi wa tawi la chuo kikuu cha Dar es Salaam kinachojengwa hapa Ngongo nani aliwaza kama siku moja Lindi itakuwa na chuo kikuu cha Dar es Salaam na tawi lake? Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliona umuhimu wa kujenga matawi ya kuanzia, na hayo ya kuanzia Lindi ni mojawapo na nyewe, Lindi mjini moja wapo. Tumpe kura za kutosha, amalize chuo kikuu manispaa. Oye oh, Lindi oye oh, Dr. Samia oye oh Wanalindi, najua ndayo mengi, acha nimalize la mwisho, umeme. Leo hii Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa kiongozi kama rais wa nchi, alishajua tatizo kubwa tulionalo mikoa ya Kusini la umeme, na ndiye aliyetoa maagizo ya ujenzi wa kituo cha Maumbika, ili gesi hii inayokuwa inayotoka Mtwara na kwa ajili ya kuleta umeme mkoa wa Lindi pia, umeme ule unaokuja mkoani Lindi uje Maumbika, pakuzwe, pameletwa mitambo mikubwa, na mtambo mwingine umeingia juzi ili kutuondolea shida. Hata hivyo, ameona haitoshi. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kipindi anachokimaliza alishatenga fedha ya kuunganisha mkoa huu wa Lindi na Mtwara kwenye gridi ya taifa. Gridi hii inaingia Lindi kutoka njia mbili. Njia ya kwanza ni kutoka Mbagala, Somanga, Mchinga, Maumbika. Njia ya pili imetoka Makambako, imekuja Songea, Tunduru, Masasi, inakuja Chiumbika, Maumbika. Lengo ni kupata umeme wa kutosha kupitia gridi, na kwa hiyo Lina Mtwara, shida ya umeme tusahau. Dr. Samia oye, oh yeah. Nataka niwaambie lina mtwara itakavyokuwa umeme. Ukizimika kwenye gesi, tunapata kutoka mbagala pamoja na songea. Ukizimika songea, tunapata kwenye gesi na mbagala. Ukizima mbagala, tunapata songea na mtwara. Kuna shida hapo jamani? Kwa nini wana lindi tusikubaliane leo kumpigia kura zote Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan? Tumekubaliana Tumekubaliana, haya, nataka kila mmoja aonyeshe kura zake, Mheshimiwa Dokta azione, weka mikono juu, wana Lindi. Lindi oh oye! Dokta Samia oye! Oh, hiyo ndio azima kuu ya kikao chetu cha leo. Tuondoke hapa tukiwa tuna ujumbe kwamba ilani iliyokuja kumleta Mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan, wana wanaLindi, tumejaa kwenye kurasa karibu zote, hiyo ni thamani yetu wana lindi tusivuruge hiyo yote ni mpango kazi wa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi ambaye ndio yeye mwenyewe leo yuko nyumbani anakuja kutuambia haya CCM oyee oh yeah. wana lindi mimi baada ya kumwombea kura za mheshimiwa dr samia suluhu hassan na nimeona dhamira yenu na mmeonyesha vidole wote wote mtakuwa mabalozi twende turudi makwetu tukawaambia wenzetu nyumba kwa nyumba kitanda kwa kitanda, shuka kwa shuka, kura za urais zote kwa Dr Samia Suluhu Hassan. Nitumie nafasi hii kumwombea kura Mheshimiwa Muhamedi Utali, mgombea ubunge Lindi Mjini, apate kura nyingi za kutosha. Nyie mnamjua vizuri Mheshimiwa Utali. Mheshimiwa Utali mzaliwa wa hapa, kasoma ka hapa, kafundisha Lindi Sekondari, alikuwa katibu wa chama cha waalimu hapa kapandishwa cheo kuwa mweka hazina wa taifa. Leo anakuja hapa, mmekubali yeye, mmemwombea kibali, kamati kuu imewasikiliza, amekuwa mbunge. Nani atapiga kura kwa mheshimiwa Utali? Mheshimiwa Utali oye oh! Nawaombea pia wabunge kwa majimbo mengine yote ya mkono wa huu wapate kura za ndio wafanya kazi na mheshimiwa dr Samia Suluhu Hassan. Mwisho kabisa, madiwani wetu wa hapa manispaa wote nawaombea wa kura kila mmoja, tarehe ishirini na tano mwezi wa kumi, tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, unapokwenda kwenye chumba cha kupiga kura, kumbuka unapigia Chama cha Mapinduzi, kumbuka diwani wako, piga kura kwa madiwani wetu wote wa mkoa huu na hapa Lindi Mjini. Lindi Mjini oye oh! Madiwani oye oh! Wabunge oye oh! Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hasani oye oh! Watakaopiga kura zote, nyosha mikono juu, nyosha mikono juu. Lindi oye, oh! Asante sana kwa kusikiliza. Kidumu chama cha Mapinduzi!